Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, karibu sana ndugu yangu katika chanel ya Nurdin Media, chaneli ya mawaidha dua na Qurani kwa ajili ya kutuliza moyo na kukurudisha karibu na Allah Azza wa Jalla. Leo tunakuja na dua nzito sana dua ya kuondoa uchawi husda kijicho pepo na, ma, na madhara yote yasiyoonekana. Uchawi upo Qurani ime thibitisha na Mtume Muhammad asalama amefundisha ame namna ya kujilinda na kuomba msaada kwa Allah subhanahu wataala. Dua hii ni ya kumtegemea Allah peke yake. Kwa hivyo basi e, leo Qurani na dua zitakuwa tiba yako kwa idhini ya Allah subhanahu wataala. Ndugu yangu, uchawi ni kweli, lakini hauna nguvu mbele ya Allah. Watu wengi wanateseka maumivu yasiyoelezeka, ndoto mbaya, kuchukiana bila sababu, riski kufungwa, hofu na wasiwasi wa ghafla. Lakini kumbuka, hakuna uchawi unaofanya unaofanya kazi bila idhini ya Allah subhanahu wataala. Hakuna madhara yanayop, yanayopita dua. Hakuna madhara yanayoweza kushinda dua. Ukiwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, ukishikamana na swala, dhikri, Qurani na dua, uchawi unapoteza nguvu. Lakini leo soma dua hii kwa aya kwa yakini hata kama dalili ni ya kweli kabisa. Ndugu yangu katika imani, moja ya aya ambazo inatakiwa zisomwe ni katika aya inayopatikana E, katika Suratul Baqara Mwenyezi Mungu anasema kwamba wama hum bidarrina bihi min ahadi illa biidhnillah, nao hawakuweza kumdhuru yeyote kwa uchawi wao isipokuwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii aya inatufundisha Allah ndiye mwenye mamlaka yote. Aya nyingine ni, ni Ayatul Kursiy ambayo pia inapatikana katika Suratul Baqara Mwenyezi Mungu anasema, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Soma aya hii, aya hii kursi kamili kwa, kwa mtiririko wake kwa jinsi ilivyo. Pia Mtume Muhammad sa salama amesema kwamba mwenye kusoma Ayatul Kursi Allah humlinda. Lakini ay aya nyingine ni aya mbili katika Suratul Falaq na Nas, Qul audhu birabbil falaq na pia qul audhu birabbin nas. Soma sura hizi mbili e, hizi ni ngao dhidi ya uchawi, husda, pepo, madhara ya watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alifanyiwa uchawi na Allah akamponya kwa Qurani. Imepokelewa na Bukhari na Muslimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam wa alisoma alfalaki na suratu Nasi, akapuliza juu ya mwili wake, na Allah akampona kabisa. Kama Mtume Muhammad saw salama aliponywa kwa Qurani, na wewe pia utaponywa kwa idhini ya Allah subhanahu wataala. Ndugu yangu katika imani, dua hii hapa kama unavyoiona E, nitaisoma uwe ukiisikia na kuitikia, ami utaandika chini hapo kwenye komenti, uwe ukisema Mwenyezi Mungu akuondolee maradhi posta, uchawi na vile vyote unavyoona kwako ne vinakudhuru, basi inshallah dua hii hapa ni muhimu sana. bismillahirrahmanirrahim

Allahumma inni astaudiuka nafsi wa ahli waruzuquni min kulli sui wabalai amin amin amin. Ndugu yangu, endelea kusikiliza dua hii eh, endelea kusikiliza dua hii au kama naweza naweta kuisoma lakini, uwe ukiisoma au kusikiliza asubuhi, jioni, kabla ya kulala. Usikate tamaa ndugu yangu, usiogope. Allah yupo karibu na wewe. Kama, kama umefaidika eh, na dua hii, basi like video, subscribe Nuruddin Media, share kwa mtu anayehitaji. Allah akuponye akulinde na akujalie amani ya moyo wa ila huna. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.